Simu ikabadilika kuwa mtu ajabu wa ajabu amevaa sanda, niliitupa chooni. Ina niliporudi ndani nikaikuta mezani, nilienda kuifulashi. Mtu wa ajabu kikatoka ndani ya simu. Simu ilibadilika kuwa mtu wa ajabu. Usiku alinitokea nikiwa nimejipumzisha kwenye mti. Simu ilinifata mpaka shambani. Karibu kwenye simulizi ya simu ya marehemu. Tafadhali fanyie msaada mmoja wa kubonyeza hiyo batani ya like, kisha kama kuna alama nyeusi kushoto kwako hapo, imeandikwa subscribe, ibonyeze pia. Ila kama haipo achana nayo. Umebofya okay? Asante sana kwa sapoti yako. Tuianze sasa simulizi hii. Mimi naitwa Chambala, ni bodaboda Boda. siku yangu ilianza kama kawaida, ilikuwa siku ya tofauti kabisa. Nilikuwa nimemaliza kusafisha pikipiki yangu Wakati inajiandaa kuondoka, niliona kitu kando ya barabara karibu na mtaro simu, simu nyeusi. Nilitembea kwa haraka kwenda kuichukua, nikainama, ilikuwa ni smartphone. Kioo chake kilikuwa kimetoboka upande wa juu kidogo, lakini kilichonifanya ni gande kwa sekunde kadhaa si kioo chake, bali jinsi ambavyo ilikuwa inawaka na kuzima yenyewe, kana kwamba mtu alikuwa anaigusa, lakini hakuna alionekana karibu Nilichukua, ilikuwa baridi kama vile imewekwa kwenye friji usiku mzima. Niliendelea kutazama ile simu, lakini cha ajabu, haikuwa na menyu, haikuwa na namba wala chaguo la kufuta. Kioo chake kilikuwa kinang'aa kama jicho la pata gizani. Niligusa mara mbili, ikazima. Nikapumua kidogo, ila kwa sababu ya maisha magumu, kichwani nilijiambia ah. Hii naweza pata hata elfu thelathini au nikauza hata spea, hata betri kama ni zuri. Nikaiweka kwenye mfuko wa jinsi yangu niliyoivaa ile. Bado niko pale, nikapata mteja anataka nimpeleke hospitali. Alikuwa ni mzee mmoja wa mtaa wa Mwembe Chai, alikuwa anaelekea hospitali. Safari ilianza kawaida, ila nilikuwa ninajihisi tofauti. Kila muda nilihisi kuna mtu ananiangalia. Ghafla ile simu ikaanza kutetemeka ndani ya mfukoni, ila kilichonichanganya ni simu kwenye kindege. Baada ya mzee kushuka, nilijiwekea kando, nikatoa simu na kuangalia tena. Haikuwa na network wala icon zozote za kawaida. Kioo kilikuwa giza, lakini kilikuwa kinatoa mwanga mweupe mua wa ajabu, kama taa ya roho za wazimu. Ghafla video ilianza bila mimi kubonyeza chochote Ilionesha mtu akiwa kwenye giza totoro akipiga kelele, nisaidieni, nisaidieni jamani. Alafu akapigwa teke kubwa, kamera ya simu ikaruka na kuanguka upande. Mwisho wa video nikasikia tu sauti kama ya pumzi nzito ya mtu anakatika roho. Niliangalia kushoto kulikuwa kimya, nikaangalia kulia hata umbo wa mtaa hakukuwa na yoyote. Nilitupa ile simu nikajisemea hii simu si ya kawaida. Niliporudi nyumbani, nilimkuta mwenye nyumba wangu Mama Salma, mjamzito wa kama miezi sita, alikuwa amesimama mlangoni. Chambala, miezi miwili sasa kodi yangu, kila siku nanizungusha tu. Nilijaribu kumweleza, mambo ya kazi hayajakaa vizuri mama, nivumilie tu mamangu. Bahati nzuri akanielewa na akaniacha sasa. Balaa likaanza nilipoingia ndani kitu cha kushangaza nikaikuta ile simu ipo ndani mezani kwangu. hii simu si nilitupa hii jamani, nijisemea kichwani, huku nikiangalia hapo mezani. Nikaichukua tena kwa mara ya pili, nikaenda kuitupa chooni, kisha nikarudi ndani kulala. Nilipiga magoti pembeni ya godoro langu na kusema Mungu nisaidie. Nilifunga macho, lakini kabla sijalala nilisikia mguno kama mtu anapiga chafia kwenye kisima kirefu, sauti ya guu. Nilipofungua macho, niliona mtu amevalia manguo meupe kama sanda, akanirushia hiyo simu niliyoitupa chooni. Kiufupi alikuwa anatisha sana, muda wote anatoka moshi, baadaye akatoweka. Kiukweli sikupata usingizi mpaka panakucha. Asubuhi nikiwa nafua mara ghafla likatokea tena na kuniambia mimi ndiye simu niokota, kuna kazi nataka nikupe. Je, upo tayari? Sikujibu, nilikimbia toka nje. Da, nikakimbia hadi kwa Jongo, rafiki yangu, nikamwambia, bro, kuna simu nimeokota ile inanipeleka kubaya. Jongo ni fundi wa kila kitu, akasema, leta ni flashi. Tukaondoka kwenda ofisini kwake. Tulipofika gareji, akaweka kwenye mashine yake ya kompyuta. Alipoiunganisha tu USB, taa zote za gareji zikazima, kuta zikatoa joto kama mtu anapika kwenye jiko la kuni. Kompyuta ikalia kama yoo ya mwanamke Iii, na Jongo akarusha mkono wa kushoto kwa hofu. Chambala akaniita, hii si simu hili ni kaburi linalotembea. Tulifunga kila kitu na kutawanyika. Mimi nikarudi nyumbani, Jongo akaenda kwao. Usiku huo, saa nane za usiku, simu ikaanza kuita tena. Haikuwa rington, haikuwa sauti ya muziki, ilikuwa ni sauti ya mtu. Kila mara ilipolia nilijisikia kama kuna mikono inanikandamiza kifua, kama moyo wangu unatakiwa utoke mdomoni. Nilichukua kwa hofu. Kioo kilionyesha maneno matatu tu, hauwezi kunikimia, alafu ikazima. Nilirudi nyumbani huku machozi yakinitoka. Ilikuwa kama mzigo wa kuni tani kumi upo kichwani mwangu. Nikajifunika shuka, nikajaribu kulala, lakini kulikuwa na kitu kinatembea juu ya dari kama mtu aliyevaa manguo meupe ya kutisha. Mara nikasikia sauti kwenye simu sauti kali ya kiume lakini ya huzuni. Sio simu, huu ni mwili wangu. Ulinichukua nikiwa bado sijalipa kisasi. Sasa wewe ndio utatumika ili nilipe kisasi. Nilivua t-shirt yangu, jasho zingi mgongoni kana kwamba nimetumbukizwa kwenye maji. Nikapiga magoti chini nikasema sijui nilichofanya, samahani naomba unieleze nifanye nini. Niliongea kwa kuomba msamaha lakini hakuna jibu lililokuja zaidi ya mulio wa tu. Mara ghafla, sauti ikasikika tena kwamba wewe, kosa lako ni kunitoa pale, kuniokota pale chini, hukupaswa kuchukua ile simu pale chini. Niliposikia tu hivyo, nikagundua sikuwa nimeokota simu, nilikuwa nimeokota mzigo wa laana na kama sitakubali kuirudisha mahali pale, basi sitaishi maisha yangu ya kawaida. Lakini bado sikujua ni nani alikufa, huo mwili unaotaja ulikuwaje, na nani aliyemuua. Kulivyokucha asubuhi, nikawa na mawazo sana. Pale pale nilipokuwa nimekaa pembeni ya mtaa wa Mbuyuni, nikasikia sauti ya hatua za mtu anatembea kwenye changarawe. Niligeuka kwa haraka. Hakukuwa na mtu, ila mwili wangu haukusimama. Hatua zilikuwa zinakuja pole pole zikielekea upande wangu. Ndani ya sekunde chache, baridi likaanza kunigonga kwenye shingo, si baridi ya kawaida, bali ya kile kilichopo nyuma yangu. Alafu nikasikia sauti kama mtu anazungumza kwa mdomo uliojaa kitu. Niligeuka haraka, lakini bado sikuwa na peke yangu. Simu ilikuwa imezimika mkononi mwangu lakini kwa mbali kwenye kioo chake palikuwa na kivuli kama uso wa mtu, si uso kamili, bali machoni tu, kama kuna mtu anakuangalia kupitia ndani yake. Niliamua kuondoka endekea nyumbani. Nilipofika getini, kabla sijashika mlango wangu, simu ikalia tena, lakini sasa haikuwa ringi, ilikuwa ni mwili wa mtu anavuta pumzi ya mwisho kama ha, ha, ha. Alafu kimya. Niliiangalia kwa tahadhari, kioo kiliandika maneno manne tu: usiongee na mtu yoyote. Nilijaribu kuitupa chini, lakini haikutaka kutoka mkononi, ilikuwa kama imeganda. Nilipiga kelele, hii nini? Ni nini sasa jamani? Lakini hakuna alinijibu, na hapo ndipo nilianza safari ya kutafuta ukweli. Tukutane sehemu ya pili kujua chanzo ni nini.